Yeah. Kwa jina la Yesu gari langu aliondoke. Kwa jina la Yesu gari aliondoke. Eh, homo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu gari aliondoke. Tunakukemea shetani, huna mamlaka kabisa. Kwa jina huni utani tu na shetani. Unafanya utani maana hautachukua gari langu hata kidogo. Jina la Yesu litasimama. Jina la Yesu litasimama. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nakemea mafuriko. Popote yalipo. In Jesus name. You are not taking my car anywhere. In Jesus name. Jesus name. Jesus name. Tufani. Huna mamlaka ya kubeba gari langu katika jina la Yesu. Yesu, ninakuaminia. Shetani anajifanya ana nguvu, lakini jina lako lina nguvu zaidi. Katika jina la Yesu, Baba, nayaona mafuriko, lakini gari hili haliondoki, haliondoki, haliondoki kwa jina la Yesu, haliondoki kwa jina la Yesu, haliondoki kwa jina la Yesu, jina la Yesu, Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti, tunakutegemea wewe, haliondoki, haliondoki, haliondoki. Ni majaribu tu haya, haliondoki. Mungu, umepisha maji yapite, yataendelea kwenda kule, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, nayaombea na iliombea gari langu, haliondoki, haliondoki haliondoki kwa jina la Yesu. Shetani unautani tu unautani na gari langu haliondoki, haliondoki, haliondoki katika jina la Yesu, amen. Yesu Kristo, Yesu Kristo, simama, simamia gari langu hili, simamia gari langu Yesu, Yesu, simamia gari langu Asante Bwana, asante Yesu, asante kwa kuwa tumeshinda. Asante Bwana, asante Yesu, asante Yesu. Shetani, huna mamlaka, hata kama ukifanya nini hautachukua gari langu, hautachukua gari langu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shetani, huna mamlaka, huna mamlaka Hauna mamlaka kuchukua gari langu, shetani, huna mamlaka. Yesu Kristo, Yesu Kristo, lisimamie lisimamie lisimamie lisimamie gari letu, e Bwana, wewe ni Mungu, Mungu nayesimama, tunakuomba wewe. Asante Bwana, asante Bwana, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu asante Yesu, asante Yesu, asante asante Yesu, asante Yesu. Yesu, wewe ni mkuu, wewe ni mkuu sana, asante kabisa. Tazama gari hili limesimamishwa kwa nguvu zako tu, tazama limesimama, limesimama mwenyewe. Bwana kasimame mwenyewe, kasimame mwenyewe, kasimame mwenyewe, Bwana. Oh, o oh, haleluya Mungu tunakuomba wewe, tunakuamini, tuna imani kabisa kwamba gari hili halitaondoka kwa nguvu yoyote, iwe ya giza, iwe ya yote, haiondoki, haiondoki, tunalisimamisha Yesu. Yesu Bwana, sante, maana mafuriko yanazidi kupungua. Sante kwa sababu yanazidi kupungua. Asante Bwana oh. Asante Mungu, sante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, asante, asante, asante Bwana Asante Bwana o oh, Yesu. Yesu, Yesu Kristo, asante mfalme. asante mfalme. asante Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, asante mfalme. Haliondoki, haliondoki Oh. Mungu utusaidie, utusaidie kwa jina la yesu. Yesu, Yesu Kristo Lishikilieni chini, shikilieni gari langu. Lishikilieni Mungu. Baba katika jina la Yesu. Wewe shetani, hata kama ukileta mawimbi ya aina gani, gari hili haliondoki katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu Kristo, endelea kulisimamisha. Endelea kulisimamisha Mungu. Tazama shetani anavyofanya, lakini hana mamlaka hana mamlaka juu ya gari langu. Hana mamlaka huyu. Ili gari ulinipa wewe, ili gari ulinipa wewe Mungu. Tazama Bwana, wewe ni mkuu sana kuliko mawimbi ya bahari. Hata kwenye Biblia liliposimama tufani, Mungu tulikuona na ulisimamisha bahari. Haya ni madogo zaidi kuliko yale, ni madogo madogo. We Mungu, ni madogo kabisa, ni madogo kuliko yale. Shetani anajifanya mjanja lakini Bwana, ili gari halitaondoka, halitaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mfalme, tunakuomba, sina hata wasiwasi hata kidogo, kwa sababu naona kwamba umelishikilia. Asante, maana mafuriko yanazidi kupungua. Sante Yesu, asante kwa sababu yanapungua. Hata yakijifanya kwamba yanaruka kiasi gani, yanapungua na na ndivyo tutakavyotoka kwa uwezo wa jina lako, kwa uwezo wa jina lako. Asante mfalme, asante mfalme, asante mfalme. Mungu Baba, tunakushukuru tunakushukuru, Bwana, tunaendelea kukushukuru wewe. Tuna nguvu kabisa katika jina lako. Ili gari umenipa wewe, ili gari umenipa wewe, na kwa sababu hiyo halitaondoka kwa namna yoyote ile, halitaondoka kwa jina la Yesu. Haliondoki, haliondoki, haliondoki, haliondoki, haliondoki, haliondoki, hali limepisha maji. Maji yataondoka, gari itabaki, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. O, oh, haleluya! Asante mfalme, maana gari hili halitaondoka. Ona maji yamezidi kupungua. Ona maji yanazidi kupungua. Hata kama ukiruka kivipi, tunakukemea Yesu. Alisimamisha bahari ya Kana, tazama, hii haitafanya gari langu lolote, haitafanya gari langu lolote, litasimama na wala halitaenda popote. Amen.